Okay. Kwenye suala zima ambalo alizungumzia la haba na haba hujaza kibaba, ni kweli tumekuwa na utamaduni mtambuka, kwa maana ya wanaita prevailing culture kwa Kiingereza mm. tunatamania mambo ambayo hayana mashiko kwetu, lakini tena tunatamania kwa kasi. Kwa hiyo mm. ni vyema tukafahamu, tunapofanya badiliko lolote tuende hatua kwa hatua, haba na haba, tusitake tu ghafla tushaingia mm -hmm. twende taratibu tutafika tunapotaka kufika kwa utaratibu. Tuna vijana wengi ambao tunawafahamu na tusiwafahamu. hmm. na pengine hivi tunavyoongea, kuna vijana wanatokea katika familia duni au maisha yao ni duni hmm. na pengine hawana tumaini la kesho na hawajijui awa watakuwa wakina nani, hawana taswira kamili itakuwa vipi, yani maisha ni duni, hamna chochote nyumbani, ni mapambano yani, ni kukatishana tamaa ni, ni umaskini watu tunaawa mazingira kama haya, kama ni kijana sasa hivi anafuatilia au anaona au ana jirani yake au ana ndugu aina hiyo, katika mambo kama hayo, hawa watu tunawavusha vipi? Um, kwanza kwanza um, ni sivyo bahati kwamba hmm. vijana wengi wamezisusa hali zao kwamba hmm. hawakubaliana na hali zao, na ningetamani watambue, waelewe, wakubali kwamba ndiko walikozaliwa, mm -hmm. Na ndani ya humo watafute thamani, kwa sababu pia hata ndani ya umaskini kuna thamani mm -hmm. E, ndani ya umaskini kuna thamani, kwa sababu ukiwa masikini wa hali na mali mm -hmm. Hata usipofunga mlango huna shaka mm -hmm. Kwa, nacho ni kitu cha kuangalia kwamba ni thamani ile mm -hmm. Ukishaanza kuwa tajiri geti na ukuta unawekea chupa mm -hmm. na mlinzi hata huamini tena, ni, ni vitu hivyo ujue tuanze kutambua humo na, na na lazima kuwaambia vijana hawa kwamba ziko sababu nyingi za wao kuwa pale walipo, lau asili ya kwao, lakini pia mfumo ambao haujatengenezwa vizuri. Kuna kuna uwezekano kwamba vijana hao wakifanya jitihada wanaweza kufika na kupiga hatua nyingi. Wako watu wengi ambao ndani ya umasikini uliotukuka waliweza kupatoka na kuingia sehemu nyingine kabisa, maisha sawa sawa.